Mkuu wa mkoa Kagera Fatma Mwasa, leo katika kongamano la wafanyabiashara wadogo wadogo na maafisa wa usafirishaji wa mkoa huo amesema serikali ya awamu ya sita itaendelea kuhakikisha wafanyabiashara wadogo wadogo wanalindwa na kufanya biashara katika mazingira salama, huku akiwahakikishia kuwa mikopo midogo midogo inayotolewa na serikali itawafikia wafanyabiashara wengi zaidi. Kwa hiyo niendelee kuwahakikishia, serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tutaendelea kuhakikisha wafanyabiashara wadogo wadogo wanalindwa, wanathaminiwa na wanaheshimiwa, na hawagugudiwe. Lakini pia tutahakikisha mikopo midogo midogo inawafikia wafanyabiashara wengi zaidi. RC Mwassa amewataka wafanyabiashara hao kutengeneza mazingira ya kukopesheka na kukua zaidi katika biashara yao kwa kuondoka kwenye biashara za nje na kuingia kwenye maduka. Lakini niko hapa na ndugu yangu, niko na ndugu zangu wingi, namwona meneja wetu wa TRA wa mkoa wa Kagera yuko hapa kuhakikisha kwamba anawakumbusha juu ya dawati ili msipate changamoto zozote, na wengine mnaogopa kwenda kwenye maframe eti kwa sababu mkiwa kule mtahifa leseni mtatozwa nini. Lakini mimi nashauri twende kwenye maframe, twende kwenye soko ili tukopesheke. Wa mabenki wako nikiingia niemdia amekatisha atamalizia baada ya nini kumaliza, ni lazima tukopesheke. Mimi fahari yangu kubwa ni kuona waende maafisa usafirishaji wote boda boda wanazoziendesha wanazimiliki wenyewe. Aidha, katika tukio hilo serikali ya mkoa imekabidhi jengo la ofisi pamoja na usafiri kwa umoja wa wafanyabiashara wadogo wadogo kwa ajili ya uratibu wa shughuli za umoja huo. Na baada ya tukio hilo, wafanyabiashara nao walikuwa na haya ya kusema. Kwa speech aliyoitoa mkuu wa mkoa, ni dhahiri kwamba sisi kama wajasiriamali tunakumbukwa wakati wowote na mahali popote, na ombi tu kwa serikali yetu ni kwamba waweze kutukumbuka sana wajasiriamali ili kuweza kushiriki maonyesho mbalimbali yanayofanyika ndani ya nchi, lakini pia nje ya nchi. Kwa kweli tunashukuru sana, kwa sababu nawe ametuunga mkono ame, ametuonyesha kwamba yuko nasi. Kwa hiyo aendelee kuwa na moyo huo. Hmm. Aweze kutuokoa mbele ya safari. Ni fursa kubwa sana kwanza, tunapata tuna urafiki na tuna, tunatambulika. Mfano, sana. Mama, kuto, kuto, kutuunganisha sisi wafanyabiashara. Nimeona watu wengi sana ambao nimewacha visiwani kupambana na changamoto za hapa na pale.